Habari mpendwa mtazamaji, upate pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii ya Aisha's Food. Leo nimeweza kualeteni jinsi ya kupika mini sausage kama hivyo ambavyo zinaonekana katika video. Nimetumia sausage tatu za kuku. Hakikisha sausage zako hauzichemshi, na pia unaweza ukatumia sausage za ng'ombe, zile ambazo itakuwa ni rahisi kupatikana, basi unaweza ukatumia baada ya hapo nitazikatakata kama hivyo ambavyo inaonekana, na nimekata takriban vipande vitano vya sausage na ukubwa wake zitaonekana kama hivyo. Baada ya hapo nimechukua toothpick, kisha nitachomeka vile vipisi ama vipande vya sausage kama hivyo. Na wakati unachomeka na toothpick, hakikisha unafikisha katikati ama mpaka mwisho. Baada ya hapo utaendelea kufanya hiyo hatua mpaka pale utakapomaliza. Kama ni mara kwa kwanza kukutana na chaneli hii na kusihi, ndugu yangu, usisahau kusubskribu, kulaiki, kukomenti na kushia na marafiki, vile vile matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Utafanya hivyo mpaka utakapomaliza. Na baada ya kumaliza kuchomeka soseji zako katika toothpick, basi zitaonekana kama hivyo. Utaweka pembeni. Utaweka unga katika bakuli kama hivyo. Nimetumia unga kikombe kimoja, chumvi nimetumia kijiko kimoja kidogo cha chai, na baking powder nimeweka kijiko kimoja kikubwa cha chakula Sukari nimeweka vijiko viwili vikubwa vya chakula. Kisha baada ya hapo, nitachanganya kama hivyo, na nimefuatia kuweka yai moja, ambalo pia nitachanganya katika unga vizuri kama hivyo ambavyo inaonekana. Ni muhimu kufuata hatua zote ili upate matokeo mazuri ya chakula chako. Baada ya hapo nimeongezea maji. Maji nimetumia nusu kikombe ambapo nimetumia measuring cups. Na nimeweka kiasi kidogo huku nikiendelea kuchanganya vizuri. Unaweza ukachanganya kwa kutumia kijiko ama ukatumia uma katika kuchanganya unga pamoja na mahitaji mengine ambayo nimetoka kuyaorodhesha. Vipimo nitaweka katika description boxi, ili iwe rahisi kila mmoja kuweza kuona. Baada ya hapo, nitamalizia yale maji yaliyobakia kama hivyo, kisha nitaendelea kuchanganya vizuri. Hakikisha unga wako hauna mabujebuje, unga unatakiwa uwe smooth kabisa, kwa hiyo ili upate yale ambayo unayataka yani mini sausage zako zinatakiwa ziwe nje ni nzuri, na pia ziwe smooth, yani zisifanye mabujebuje aina yoyote. Kwa hiyo baada ya hapo, uzito wake utaonekana kama hivyo. Unaona jinsi ulivyo, yani ni nzito sana. Kwa hiyo hapo iko tayari, nitaweka pembeni ile baking powder ipate kufanya kazi. Nitachukua zile mini sausage kama hivyo, ambazo nimeziweka katika toothpick. nitaweka katika bakuli zote kwa pamoja, ama unaweza ukachukua kikombe cha unga nusu, unga wa ngano, kisha uka zichovya lakini, hapo nimemimina unga wa ngano katika hicho kibakuli, na inakuwa ni rahisi zaidi mini sausage kuenea unga kwa urahisi zaidi. Lakini pia utaangalia urahisi wako ni upi, basi utafanya kwa urahisi ambao unaona kwako ni rahisi na pia inakufaa. Kwa hiyo, baada ya hapo utaziweka katika sehemu kama hivyo ambavyo inaonekana, ama unaweza ukaziacha mule mule kwenye bakuli ambalo lina unga, pia inakuwa ni sawa na zote zitaonekana kama hivyo. Na hapo nitachukua mini sausage moja moja nitachovea katika ule mchanganyiko wa unga ambao nimeuchanganya na maji, baking powder, chumvi na sukari, kisha nita igaragaza kama hivyo, inatakiwa ienee lile rojorojo la unga kama hivyo, na wakati huu nakuwa tayari nimeweka mafuta jikoni yapate moto kwa ajili ya kukaanga mini sausage. Kwa hiyo hapo nitafanya hivyo. Hakikisha pale ambapo unachovya unaweka katika mafuta ambayo tayari ameshapata moto kwa ajili ya kukaanga mini sausage zako. Kwa hiyo hapo nitaweka kiasi kiasi, kwa vile mafuta yalikuwa yamepata moto vizuri, imenibidi niweke kiasi kama hivyo, kutokana, sitaki sausage hizo, mini sausage ziungue. Kwa hiyo unakuwa unazigeuza geuza, na zote ziweze kupata rangi moja, na hazitakiwi kuungua. Kwa hiyo hapo ziko tayari, nitazitoa na nitaendelea hivyo mpaka pale nitakapomaliza mini sausage zote kuzikaanga katika mafuta, na kisha nimezitoa na nimeziweka sehemu zipate kuchujika mafuta, na mwonekano wake zitaonekana kama hivyo. Pembeni hapo nimeweka na tomato ketchup, unaweza kuweka na pilipili. Mpaka wakati mwingine, nawatakieni siku njema, bye.